Jaji mkuu Martha Koome amewataka mawakili kufanikisha upatikanaji wa haki kwa kutojihusisha na masuala yanayohujumu haki na kuchelewesha kukamilishwa kwa kesi. Akizungumza wakati wa kuwaapisha mawakili 920 katika mahakama ya upeo, Koome pia amepuuzilia eh, mbali shaka eh, iliyoibuliwa kuhusu uapisho wa idadi kubwa zaidi ya mawakili na kuwataka wanasheria hao kuwajibika, ama kuwajibikia mamlaka yao. Na kama anavyotuarifu Willi Lusige, mkurugenzi wa uhariri wa kampuni ya Royal Media Services, Linus Kaikai alikuwa miongoni mwa mawakili walioapishwa leo. Linus Oleliai Kaikai. Kwa mara ya kwanza idadi kubwa zaidi ya mawakili imeapishwa kwa wakati mmoja. Mawakili mia kenda ishirini wa kila kiapo cha kazi mbele ya jaji mkuu Martha Koome. Dragon Tiano Hosea uapisho wa mawakili hao unatarajiwa kuimarisha upatikanaji wa haki nchini. So, uapisho wa leo ukifikisha idadi ya mawakili nchini kuwa 28 Areas. Jaji mkuu akiwataka mawakili kutumia mamlaka yao kuwahudumia wanyonge, maskini, waathiriwa wa dhulma, watoto na raia wengine wasokuwa na uwezo was maswala ya utapeli kuwapunja wateja na rushwa kwa majaji pia yakiangaziwa do miongoni mwa walowapishwa ni mkurugenzi wa uhariri wa RMS Linus Kaikai, akisema kiu yake ya kusomea sheria ilichochewa na ndugu yake have a test of the legal profession. Wengine walokula kiapo pia ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa KPLC Joseph Siror. When I look at my engineering journey, the instances I feel if I was well equipped in legal, in legal matters, possibly certain things would not have happened the way they did. I want to thank my family for the patience and the support they've had. As I was going through the Kenya School of Law uh, uh, phase. Idadi kubwa zaidi ya mawakili wa kila kiapo nchini imechukuliwa kama mojawapo ya njia ya kuleta usawa na haki hususan kwa mtu wa kawaida ambapo katika siku za nyuma hangeweza kupata huduma hizo. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.